Kwa majina naitwa Munira Sabu Ali na leo naenda kukuelekeza namna ya kutumia tools za Adobe Audition software, na tutaenda kuanza na tool inaitwa move tool, kama unavyoiona hiyo hapo. Hii matumizi yake huwa inatumika kuhamisha au kupeleka clip, kama iko mnachokiona kutoka sehemu moja ya timeline kwenda sehemu nyingine, yes. Na pia inaweza kuruhusu mtumiaji kuhamisha vipande vya sauti ndani ya, ya timeline bila kuharibu utaratibu wa aina yoyote ule. Na tool ya pili inaitwa laser tu, kama mnavyoona imekaa kama kiwembe. Hii inatumika kukata au kukati, kwa Kiingereza, inatumika kukata sauti mahali fulani kwenye timeline na pia inatumika kugawanya sauti, sio kukata tu, hata kuigawanya sauti katika sehemu tofauti tofauti ili iwe ina iwe ili iwe ili ina urahisi wa kuhariri sehemu maalum. Haya, na tu nyingine inaitwa slip tool kama mnavyoiona hiyo hapo. Zana hii inatumika kubadilisha sehemu ya ndani ya clip ya sauti inabadilisha bila kubadilisha nafasi au bila kubadilisha urefu wa clip kwenye timeline, na inafanyia kazi ya kuchagua sehemu tofauti tofauti ya ndani ya sauti ya clip iliyopo tayari kwenye nafasi yake. Na tu nyingine ya nne inaitwa time selection tool, kama unavyoiona hiyo hapo sasa. Hii hapa inatumika kuchangia au ku kuchu, niseme kuchangia, inatumika kuchagua sehemu maalum ya muda wa sauti kwenye kwenye kuhariri au ku, kwenye kukopi au kufuta au kufanya kitu chochote kile. Kwa hiyo inatumika kuchagua sehemu maalum ya muda kwenye sauti kwa ajili ya kuhariri kama nilivyosema, na pia inaweza kusaidia kuchagua sehemu ya muda wa sauti ili kufanya marekebisho kama kufuta, kukata au kuweka athari kwenye sauti au kwenye kopi ya aina yoyote. Na tuzo ya tano inaitwa selection tool, kama unavyoiona hiyo hapo. Hii tu inatumika kuchagua sehemu maalum ya wimbi la sauti na ina, ina, inasaidia kuchagua eneo fulani la sauti kwenye lengo la kuhariri au kuliondoa, ukiachana na sehemu maalum ya wimbi la sauti pia. Kazi yake nyingine inasaidia kuchagua eneo fulani la sauti na lengo la la kuliondoa. Haya, kuna hii tu pia inaitwa lasso selection tool. hii inafanya kazi kama hiyo nilitoka kuielezea hapo juu, hiyo ambayo ina- inachagua ina sehemu maalum ya wimbi la sauti ambayo inaitwa max selection.